utakuwa na walinzi wetu, Jeshi la Polisi ikishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ikiwepo vikosi vya SMZ. Tutaimarisha na kuwalinda watu wetu waweze kupata uhuru na utulivu wa kujiandikisha, ili kila mmoja mwenye sifa ya kujiandikisha apate fursa ya kujiandikisha. Kwa hiyo Jeshi la Polisi hatutakuwa na muhali kwa mtu yeyote anayevuruga zoezi hili kwa namna yoyote ile, kwa kuwatisha watu, kwa kuwapotosha, kwa kuwazuia. Hata nimesikia kuna watu wengine wanazuia mpaka mke wake, wewe usiende, siende kujiandikisha huko, huko kuna fujo. Hapana, hakuna fujo, patakuwa shwari, patakuwa tulivu, patakuwa amani tupu. Njoo ujiandikishe, Hali itakuwa ni nzuri kabisa, na sisi viongozi tutafika kule kuona kwamba watu wetu wanapata fursa ya kujiandikisha eh, bila kuingiliwa na mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo wale ambao watajichanganya sasa, wakaingilia zoezi hili na kuliharibu, tutawachukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria ili kuhakikisha kwamba suala la amani, utulivu, umoja na mshikamano katika mkoa wetu na taifa kwa ujumla vinazidi kuimarika, kwani tunapokuwa na amani na utulivu, maana yake tunajihakikishia maendeleo. Kwa hiyo maendeleo yataweza kupatikana kwa kasi zaidi endapo amani na utulivu itaendelea kudumu. Niwaombe sana wanakusini Unguja watumie haki yao hii ya kujiandikisha kati ya tarehe tatu hadi tarehe 13, tarehe 8, samani mwezi wa tatu hadi tarehe 13. Wa, na na na kushukuru. TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na, na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia chaneli yetu ya TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram, bila kusahau kudondosha komenti yako, kwani ni muhimu sana. TV tupo kijamii zaidi. Ramadan na Tifu TV.